isiahirishwe zaidi ya leo. Hakuna sababu yoyote ya msingi wa kumalia ahirisho lingine. Sasa, mheshimiwa, naomba nizungumze. Mheshimiwa, tulipokutana hapa mara ya mwisho tarehe 16 kama sikosei. Tarehe 16 wakili wa serikali kuu na mawakili wenzao waliambia mahakama hii kwamba upelelezi umekamilika, faili imeshapelekwa kwa DPP kwa ajili ya kutolewa uamuzi. Ilishapelekwa kabla ya hiyo siku ya tarehe kumi na sita Juu. Mheshimiwa, mimi naamini huyo mkurugenzi wa mashtaka DPP hajasomea chini ya mwende kama marehemu mama yangu, sio mbaya, anajua kusoma, amesoma sheria na mambo haya inamchukua muda kiasi gani muda kiasi gani kujiridhisha kwamba kuna kesi na kupeleka Mahakama Kuu au hakuna kesi alete nono oseki? Inamchukua muda gani Mkurugenzi wa mashtaka ambaye ana sifa zile zilizoukajwa katika katiba hii, mwanasheria aliyefanya kazi ya sheria kwa muda usiopungua miaka kumi na tano, kama s inamchukua muda gani kusoma faili la kesi hii ili aiambie mahakama yako tukufu kwamba